Ni tangu Februari 11, mwaka 2017 mkoa wa Mtwara ulipoanza kupokea idadi kubwa ya watanzania waliofukuzwa kutoka nchini Msumbiji walikokuwa kiishi kwa muda mrefu. Leo Februari 18, katibu tawala wa mkoa wa Mtwara Alfred Rwanda ameendelea na kazi ya kuhakikisha watanzania hawa aliowapokea na kuwapa hifadhi mkoani hapa wanapata saiki zao. Hatimaye leo kundi la watanzania mia na tisa wanasafirishwa kurudi makwao njia ya kwenda naomba tusikilizane. Watu wanaokwenda njia ya msoma ni hawa wafuatao. Kwa kwanza kiongozi wao, naomba uje kamanda, si ndio unakwenda huko? Sasa tungekubaliana wote tungesogea huku, ili kwa ushirikiano mzuri kati ya ofisi ya mkuu wa mkoa na jeshi la wananchi wa Tanzania. Maroli matatu yaliwekwa tayari kuwabeba ndugu hawa na kuwapeleka sehemu mbalimbali hapa tanzaniaaam Daniel Ndakama Daniel anaenda Mwanza. Baada ya kuakisha, wamepanda magari tayari ipondoka Rwanda, alitoa msitizo wa mwisho kabla ya kuelezea tukio lilivyokuwa. Kama umeshindwa kabisa kufika kwenu, katoe ripoti kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Mimi nimewapa namba yangu ya simu, namba zangu za simu, na nitasomea tena kifika pale kama kuna tatizo lolote, wewe ujitambulishe kwamba mimi ni wale tuliofukuzwa kuto kutoka wapi, Msumbiji, na majina yenu tunayo. Menielewa? Sisi kama kuna swala la kuomba msaada, tutakusaidia kukuombea msaada ufike ule, unakufanya una nini unapokwenda. Lakini tuna imani kwamba sisi wote tuna ndugu katika maeneo hayo, kwa hiyo kwa jinsi tutakavyoweza tutafika. Usije ukasema kwamba sasa nataka nipate gari nipeleke kwetu, kama ni baisikeli, kama nini, utakwenda kwa kadi inavyowezekana. Kingine ninachotaka niseme, kingine ninachotaka kusema, hii safari ya kwenu ni ndefu, mmesikia? Lakini na imani njiani, wengi watapungua. Na naona mmejazana, mvumiliane eh. Wale wanaokwenda Dar es Salaam watapungua, watakaokwenda Morogoro watapungua, na hatimaye watakuwa wachache baada ya hapo, namba zangu za simu narudia tena kwa yule ambaye hajaandika yeah. Naomba tusikilizane, labda hapa hapa tuko na waandishi wa habari wanapenda kupata taarifa kidogo. Ni kipi kilichotokea? Ni kwamba kuanzia tarehe kumi na moja mwezi huu tulianza kupokea wenzetu kutoka Mozambiki Msumbiji, ambao inasemekana kwamba walifukuzwa kule kwa kuwa kule Mozambiki walikuwa na operation maalum ya kuwaondoa wageni ambao wanasemekana kwamba walikuwa hawana vibali vya kuishi kule. Wengine wametolewa sababu mbalimbali, na wengine wanaambiwa kwamba walikwenda kule hawana passport na kadhalika. Kwa sisi tunachosema tu ni kwamba walikuja kwa wingi, na ilipofika tarehe kumi na moja mpaka tarehe kumi na sita juzi, wenzetu zaidi ya watu mia moja tisini na tano walikuwa wamefika hapa Mtwara. Sasa baada ya kuja, sisi kama uongozi wa mkoa, kwa kweli ilitustua kwa sababu hatukuwa tumejiandaa. Ni jambo ambalo alikutegemewa, lakini kwa nafasi tuliyokuwa nayo na dhamana tuliyopewa na serikali, ilibidi kuwapokea na kuwahifadhi japo katika mazingira magumu. Siku ya kwanza ile tukawaweka kwenye, kwenye chumba cha darasa, tukaomba pale shule ya, ya msingi, wakatupa vyumba viwili, na siku ya pili tumeweka nafasi au tumeweka, tumeweka mahema ma, ma, ma, ma kule kwenye uwanja wetu i wa, wa, wa, nani, wa Mashujaa. Na sasa hivi tunaendelea kujenga mahema kwa ajili ya kuwapokea wengine ambao wanasemekana watakuja, wako njiani, watakuja. Kwa hiyo nachotaka kusema kwamba sisi tunachowaomba, tunacho, tunacho, tunacho, tunacho, wenzetu ambao wanarudi makwao ni kuwatakia waende salama. Kwa wale ambao wamepoteza mali zao, sio kwamba serikali imeachia, kuna ufuatiliaji unaoendelea watakaopata, bahati ya kupata watapata, lakini tulishawaomba pia waache, waache taarifa zao polisi kwa sababu kila mmoja wao alikwenda ali, ali, polisi, akaandika statement kujua anatoka wapi anakwenda wapi, na kwamba ataka atakapokuwa huko contact zake zitakuwa ni zipi, na kule kama alipoteza vitu gani, ili kama kutatokea jambo lolote litakalosaidia kupatikana kwa hizo, hizo mali, basi a, aweze kutafutwa na kuweza kukabidhiwa. Lakini pia kuna watanzania wengi ambao wenzetu waliokuja hivi karibuni wamesema kwamba wako huko wamekwama sisi kama mkoa wakirudi, tutawapokea kwa sababu hatuwezi kasema kwamba walivokwenda huku wamekwenda kwa njia gani, hatujui. Lakini maadamu ni Watanzania inabidi warudi wapi? Nyumbani. Kwa hiyo tunachoomba, wito wetu kwenzetu wananchi wa Mtwara, kama mlivyojitokeza kuwapokea hawa tunaowasindikiza, tunawaomba pia tuendelee kuwapokea wenzetu wengine wanaokuja, wako njiani wengi, hatujui ni wangapi. La, la mwisho kabisa wale ambao wanasafiri kuwaomba waende kwa utulivu, kwa sababu tunafahamu kwamba wengine wanakwenda mbali na wengine wamepoteza kila kitu, wengine wana kitu kidogo kwao. Tunaomba wanapoondoka huko wajitahidi kwamba njiani wanasaidiana, mwenzao kazidiwa njiani, wachukue hatua kama timu moja, waweze kusaidiana ili wafike salama kule wanapokwenda, na tunashukuru kwa msaada uliotoka Tanzania. Nashukuru sana. Kule tulikuwa tunapigwa, tunabakwa na kutunyang'anya vizaa zetu na kutuambia kutoka Msumbiji na miaka miwili na miaka miwili, lakini ijapokuwa kuwapiga haukufika. Jirani mwema hauko kabisa, kabisa Msumbiji. Tunashangaa watu wa Tanzania ambao tupo tofauti kabisa na, na nchi ya Msumbiji ijapokuwa ijapokuwa ijapokuwa ni wenzetu, lakini hawapo undugu kabisa hawapo undugu E, tumewapokea ndugu zetu kutoka Msumbiji. Tumeishi nao takribani kama wiki, na wengine wameondoka, na wengine ndio wamebaki hapa, na wengine bado wanaendelea kuja e, tunaishukuru serikali kwa kutusaidia ndugu zetu wa Tanzania wenzetu kupata riziki ya kula na kuondoka.